Gazeti Mwananchi lenyewe, katika ukurasa wake wa mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni kishindo cha no reforms. Lisu ati wa mbaroni ni baada ya kuhutubia mkutano wa hadhara mjini Mbinga akieneza kampeni ya bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Mabomu ya machozi yafyatuliwa kuwatawanya wananchi waliofurika. RPC asema atafutwe leo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika mambo manne yabeba bajeti ya waziri mkuu 2025 habari katika ukurasa wa tano. Nukuu ya waziri mkuu Kasim Majaliwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi: nitumia nafasi hii kutoa rai kwa wananchi wote wenye sifa ya hakiki taarifa zao kabla ya kukamilika kwa awamu ya pili ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Waziri mkuu Majaliwa. Shilingi bilioni 782 jumla ya shilingi zilizoombwa na ofisi ya waziri mkuu na bunge kwa mwaka wa fedha 2025-2026 zikihusisha shughuli za uchaguzi mkuu. Mwananchi limeandika kauli ya RPC Geita, ukamataji wa raia ya kueleza mjadala. Geita, kauli ya kamanda wa polisi mkoa wa Geita Safia Jongo inawataka wananchi kutokubali kukamatwa na polisi wasiojitambulisha imeibua mjadala miongoni mwa wadau wa haki jinai nchini wakitaka kauli hiyo ifanyiwe kazi katika mikoa yote ili kukabiliana na wimbi la utekaji. Aliitoa wakati akizungumza na waandishi wa habari baada ya mafunzo wa polisi ya jamii na ulinzi shirikishi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. Gazeti hili limeandika matumaini bei ya umeme ikipitiwa upya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele kama kwa undani zaidi.